Sikilizeni nyinyi ambao mnapata wanawake wenye ako na pesa, mna date na wao, msichukulie zile pesa zake advantage kwamba hawezi kumpatia chochote. Maanake alikupenda ako na pesa zake, kwa hivyo yeye anaweza kujifanyia mahitaji yote. Hapana, mwanamke ako hivi, hata kama ako na pesa zake, hata kama ako na pesa zake, lakini atahitaji hata kama ni shilingi yako kumi hata kama ni shilingi kumi, kununua tu njugu ama kitu yote ya ten bob tu, eh, akule asikie furaha, amepewa na mpenzi wake. Lakini sasa nyinyi vijana vijana wa wa siku siku hizi ama hizi, tukipata mwanamke ako na pesa, basi basi tunaona pesa zangu ni zangu, yako na pesa. Hapana, sio hivyo, anahitaji pia apate, kama ni shilingi mia yako ajisikie furaha naye. Hii inapata kwa mpenzi wangu, sio kwamba ati ako na uwezo basi ikawa kila kitu umemwachia. Hapana, jamaa, tuchangamkeni kwa hilo, tuchangamkeni kwa hilo.